Maji ni uhai, kila tone lina thamani. Kila chemchemi ni zawadi, lakini je, tuna uhakika kwamba kesho tutakuwa na maji ya kutosha ndani ya bonde la Rufiji? Mito huhema, chemichemi huimba, na ardhi huzaa uhai. Lakini yote haya yanategemea uoto wa asili. Misitu na nyasi, miti na vyanzo vya maji, vyote ni ngao ya maji yetu. Bila uoto wa asili, mito hufa, ardhi hukauka na maisha hubadilika milele. Hii ndiyo sababu bodi ya maji bonde la Rufiji ina jukumu kubwa la kulinda na kusimamia rasilimali za maji kwa ustawi wa sasa na wa baadaye. Tunahakikisha vyanzo vya maji vinabaki salama, tunadhibiti matumizi yake kwa uendelevu na tunahamasisha jamii kushiriki katika uhifadhi wa mazingira. Bodi ya maji bonde la Rufiji inaungana na serikali chini ya Rais Dkt Samia Suluhu Hassan na Waziri wa maji Jumaa Aweso pamoja na Watanzania wote kuadhimisha wiki ya maji yenye kauli mbiu inayotufundisha jambo moja kuu: uhifadhi na uoto wa asili kwa uhakika wa maji. Tunapopanda miti, tunatunza vyanzo vya maji. Tunapoacha kukata miti kiholela, tunahifadhi uhai wa mito. Tunaposhirikiana, tunajenga mustakabali wenye uhakika wa maji safi na salama. Bodi ya maji bonde la Rufiji inaendelea kusimamia vyanzo kwa uangalifu na weledi. Lakini kazi hii siyo ya bodi pekee, bali ni ya kila mmoja kutimiza wajibu. Hifadhi maji, hifadhi uoto wa asili, hifadhi maisha yetu. Kwa pamoja tunaweza. Kwa pamoja tunaweka msingi wa kesho yenye maji ya kutosha kwa wote.